Kwamba wafugaji wametakiwa kuwa waangalifu wanaponunua bidhaa ili kuimarisha uzalishaji nyama na maziwa. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa kiwanda kipya cha kutengeneza chakula cha mifugo chaJoymax kaunti ya Kirinyaga, wataalamu wa mifugo wamesema kuwepo kwa bidhaa gushi sokoni ni mojawapo ya mambo yanayoathiri uzalishaji na mapato ya wafugaji. Wafugaji wamehimizwa kuwa makini wanaponunua vyakula vya mifugo. Kiwanda cha Joymax kina uwezo wa kusaga takriban tani 480 ya chakula cha mifugo kila siku. In response to the the growth of the livestock sector we have expanded our product range to become a one-stop shop for animal feed. Wale ambao wameitumia kwa mfano unanunua ile tunaita high yield 33 kama eh, elfu tatu mia tatu ng'ombe, automatically inaongeza kilo tano ama lita tano ukihesabu five liters, 150 liters ukipiganisha na 50 shillings unakuta umeongeza over 7000 shillings Joymax animal feeds when you choose us you choose reliability quality yenye mnajua ya Kavagara ni the same quality mtapata kwa animal feeds